Hakielimu imeamua kuendesha mafunzo haya kwa viongozi kutoka hizi halmashauri nane, najumuisha maafisa elimu ya sekondari na msingi, maafisa mipango, maafisa mipango kutoka wilaya hizi, maafisa maendeleo ya jamii na maafisa usawa ya jamii, na lengo hili ni kusaidia kukuza ufahamu wa viongozi hawa juu ya namna bora ya kupanga bajeti zenye mrengo wa jinsia. Aa, sasa kama unavyofahamu kwamba Hakielimu tunaamini katika usawa wa kijinsia katika upatikanaji wa elimu. Tunataka kuona kwamba watoto wote wa kike na wa kiume wanapata fursa sawa za kupata elimu uh, katika ngazi zote za elimu. Bajeti yenye mlengo wa kijinsia ni ile bajeti ambayo inazingatia makundi yote kwa jamii. Makundi haya yanamaanisha yale ya kijinsia, yaani wanawake na wanaume ambao pia inahusisha wasichana na wavulana, ikiwa na lengo la kutatua ama kuleta mabadiliko ya kudumu kulingana na mahitaji yao. Bajeti yenye mlengo wa kijinsia zinakuza usawa kwa namna hii. Kwanza ni shirikishi, zinatakiwa kuwashirikisha makundi yote ya jamii kulingana na umri, kulingana na jinsi yana, yanatakiwa yawezi kutoa maoni yao, kwa sababu bajeti ikiwa haina mlengo wa kijinsia, maana yake kwamba ni jinsi moja tu ndio ambayo inatoa ushauri au inatoa maelekezo kulingana na namna bajeti iwe au imezingatiwa. Kwa hiyo, ile pale inakuwa imejumuisha makundi yote na yale mahitaji nilokuisha kusema awali, inakuwa yote yamewekwa mule ndani na yamezingatiwa kwa usawa. Kwa hiyo, inaongeza usawa kwenye jamii na pia inaongeza haki kwenye jamii. Kwa mfano, masuala ya haki ya kupata elimu ambayo ni ni haki ya watoto wote wa kike na kiume, kwa hiyo jamii inapokuwa inapata hiyo haki, maana yake maendeleo yanakuwa yapo wazi na yanaenda kupatikana. Lakini kitu kingine cha msingi kwamba tunapata maendeleo ya kudumu, unaposhirikisha jinsia zote mbili, watu wote wanahisi kuwa ni wamiliki wa lile jambo. Kwa hiyo kuna, kuna maendeleo endelevu pamoja na ya kudumu. Kizazi kimoja kinaachia vitu vizuri na faida kwenye kizazi kinachofuata. Ko tunasema hapo, uh, bajeti yenye mrengo wa kijinsia inakuwa na maendeleo uh, endelevu pamoja na ya kudumu. Mimi kwa uzoefu wangu swala so zima la upangaji wa bajeti nilikuwa naelewa tu ni yani, ni bajeti tu, naangalia vitu vya msingi ambavyo vinahitajika tunaangalia kwa mfano, mimi kwa upende watu upande wa ustawi wa jamii tunaangalia yale makundi maalum wanahitaji nini. Kwa hiyo tunavichuja, tunavichambua, mwisho wa siku tunaviingiza kwenye mpango kwa kuzingatia maelekezo yanayokuja kutoka juu. Huko nyuma tulikuwa tunaandaa bajeti bila kuwa na hayo mazingatio, haya masuala ya kijinsia tulikuwa tunaangalia tu wananchi wanasema nini na kile ambacho wanasema tunakiingiza, tuna, tuna, tuna kwenye bajeti yetu, lakini vile tunaangalia na uwezo wetu, kwa maana ceiling ile financial position yetu na mahitaji mengine tulikuwa tuna tunaacha tuna pembeni. Lakini baada ya kupata mafunzo sasa, tumepata uelewa mkubwa juu ya masuala ya, ya jinsia. Haki ya elimu wanatambua, wanatambua jinsia zote mbili, kwa mtoto wa kike mtoto hata wakati wa kupanga bajeti lazima tuangalie ule mlengo, kwa maana kwamba hata ujenzi wa vyoo tunaangalia wanafunzi wote wapate haki, hata swala chakula, pia swala la chakula, mtoto hawezi kusoma bila kupata chakula, ni kwamba hawezi kupata ile elimu ambayo serikali imepanga bila kuwa na chakula. Jambo la muhimu sana kwa serikali na hasa halmashauri zetu kuhakikisha kwamba wanapopanga bajeti wanakuwa na ufahamu wa masuala ya kijinsia na wanazingatia hivyo vigezo vinavyoweza kufanya kwamba watoto wote wa kike na wa kiume wanapata fursa sawa za kielimu, kwa maana mazingira yao ni wezeshi kwa watoto hawa kuwepo shuleni, kuendelea na masomo na kusiwe na vikwazo vya aina yoyote. Kwa mfano, nataka kujenga choo cha watoto wa kiume na watoto wa kike, lakini kwa watoto wa kike, kwa dizaini ya sasa hivi ni lazima kuwa na chumba maalum cha kubadilishia pedi, ili kwamba watoto wakiwa kwenye hedhi hata kama kwenye masomo anaweza akaenda kule maji yapo watabadilisha na wataendelea na masomo. Lakini ukijenga kama huna jicho la kijinsia, unapotenga bajeti ya kujenga vyoo utafikiria kwamba choo cha kama unajenga matondo kumi na mbili ya wa wavulana na matondo 12 ya wasichana, unaweza kufikiri kwamba bajeti zinafanana, kumbe bajeti ya choo cha watoto wa kike itaongezeka kidogo kwa sababu ya kukidhi matakwa yao, lakini pia kuna masuala ya ya uwepo wa, wa, wa, wa hizi taulo za kike mashuleni. Kama una jicho la kijinsia unajua, wakati mwingine kuna watoto wanapata dharura wanapata na hedhi wakiwa shuleni, kwa hiyo lazima kuwepo na mazingira ambayo yanaweza kuwasitiri wakati wakiingia kwenye kipindi hicho. Lakini si hivyo tu, kuna watoto wengine ambao wanatoka kwenye mazingira ambayo aa, hawawezi kumudu kununua hizo taulo za kike na matokeo yake wanaamua kubaki eh, nyumbani wakati wakiwa kwenye hedhi. Sasa uki, ukiwa na bajeti enye mrengo wa kijinsia utazingatia hizo changamoto na kuhakikisha kwamba unaweka bajeti ambayo inaweza ikawasaidia makundi kama hayo kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni rafiki kwa wao kuhudhuria masomo, kushiriki masomo wakati wote. Lakini pia miradi hii tunatekeleza ina muda wake. Tukiweza kuingiza haya masuala kwenye bajeti zetu hatutahitaji eh, kila wakati kwamba ili jambo lifanyike lenye mrengo wa kijinsia linahitaji pesa ya ufadhili kwa sababu kwa kutumia mapato yetu tunaweza tukahakikisha kwamba hizi changamoto tunashughulika nazo sisi wenyewe.